Makueni. Kadri mazungumzo ya kimataifa kuhusu mabadiliko tabi ya tabia nchi yanavyoendelea mjini Belem, Brazil, wakulima wadogo eneo la Muvuti, kaunti ya Machakos, wanasema sauti zao zinatengwa licha ya wao kuwa miongoni mwa wanaoathirika zaidi na janga hili. Wanalaumu mataifa yaliyostawi kwa kuchangia kwa kiasi kikubwa changamoto barani Afrika kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wataalam wa kilimo cha ekolojia wanasisitiza kulindwa kwa haki za wakulima, haswa kuhusu mbegu za kiasili ambazo ni imara zaidi kwa mazingira ya ndani na nafuu kuliko zile zilizothibitishwa. Kulingana nao, mbegu za kisasa zina uwezo wa kustahimili vipindi virefu vya ukame.

unajua mbegu tunatafuta na shida na kupanda, zingine zinakatalia chini, na hii climate change imeathiri kwa mfano, kama pao pao tukipanda hivi, zikikuwa kidogo kwa sababu ya hii change, zinakuja zinakauka haraka, zinaanguka hata kabla hazijatoa mazao ha, hii, hii, ma, eh, hii nayo maharagwe na mahindi, kwa sababu ya hiyo climate change, saa zingine hata ina ikimia tu hivi inakuja inakauka, hakuna mavuno, kwa hivyo hakuna chakula kwa sababu mvua ni kidogo, na hatuna maji ya kunyunyizia mashamba yetu.